Mtazamaji, tuelekee katika kaunti ya Kwale ambako kuna mganga mmoja anayesifika sana kwa kutoa tiba mbadala kwa wenyeji na hata wasiokuwa wenyeji. Katika kijiji cha Ibiza, kaunti ya Kwale, mtabibu huyo kwa jina la Jumapili Sulemani amesifika sana katika kijiji chake kwa kuwatibu hata wenda wazimu na hata kuwafurusha wachawi. Mwanahabari Tobias Chanchi akiwa katika kaunti ya Kwale ameandaa taarifa ifuatayo. <tipa> bao hiki ndicho kinachokuelekeza kwa mganga Jumapili Sulemani almaarufu Bakanda ama Kisirani. Hii nayo ikiwa baadhi ya mali ambayo mganga huyo amepata kwa kupewa na watu binafsi au kununua, lakini muhimu kutaja ni kuwa amekuwa maarufu mno kutokana na jitihada zake za kuwatibu wenda wazimu na kuwazima wachawi nyumbani kwake ana vyumba kadhaa vya kuwalaza wagonjwa. Na hapa ni Jama Ahmed Jama aliyefungwa nyororo ili asikimbie. Jama amekuwa mraibu wa dawa za kulevya ambazo zimemtia kichaa. Ana, nimepoteza karibu miaka ishirini na tano na unga, nilikuwa nimeingia kwenye unga, alafu kumbe ile unga ilikuwa navuta najaribu kuacha na shindwa, kumbe kuna mkono wa mtu amenirogezea nisiache, nisitoke kwenye unga. Bahakanda anawasili huku akipokelewa na wanawe punde. Wasaidizi wake pia wanawasili. Baada ya kujihami kwa magwanda yake ya kazi, Bahakanda anamchukua kuku huyu akijitayarisha kikamilifu kuyafukuza majini kutoka kwa dada huyu Fatu. Dada naye kwa kuwa anataka uponyaji, anastahimili vimwanga vyote anavyofanyiwa, na baadaye nyimbo za majini zina sheheni sasa ni wakati wa kuinuka na huku kuku akiwa bado kichwani, mazinga obwe zaidi yanatekelezwa, kisha anaruhusiwa kuondoka. Sitoki mbali, niko tu hapa South Coast. Nilikuwa niko na matatizo tu kidogo kidogo, mashetani, mimi ndio nikaletwa hapa. Nashukuru niko na kama mwezi moja na nusu nimetumia madawa na sasa hivi nasikia niko poa. Mimi natibu wagonjwa sana sana, sana wa wazimu kichaa wazimu si wazimu moja, kuna flamoyo kuna wazimu kuna zimene kuna kupagaliwa na majini. Kuhu nyimbo za mizimu zikiendelea kusikika, bakanda anajiandaa na safari ya kuelekea Kaloleni katika kaunti ya Kilifi kwa ng'oa wa wachawi zaidi. Tobias Chanji, KTN, kaunti ya Kwale.